Umu Yahya anasema ya, asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Shekhe, nilikuwa na kaka yangu amefariki lakini si muislamu e, nilituma hela za kununua sanduku na msalaba. Mimi sikuwa hapo naishi, yaani naishi naye mbali. Je, napata dhambi kwa hiyo pesa ambayo nimetuma? Alhamdulillah. E, utapata dhambi kama wako watu wengine wa dini yake wanaweza kumsaidia ni watu wengine naweza kumsaidia, na vile vile, kama hela amenunua sanduku tu, a lakini masalaba inaleta shida, maanake msalaba inaena kinyume na imani yetu, Mungu, baba na mtoto na mke wake. Sasa hii we tiyari, husha maasi mola wako, kinyume kumsaidia ndugu yako ambaye sio muislamu, kumbe hela mchangie mambo dawa kama hana nyumba yote, sheria hajakataza mfanya wema, ila kitu inagongana na imani yako. Sisi tuambia Mungu na mtoto na mke, kwetu ni dhambi kubwa sana, katika dini wa Uislamu, dhambi kubwa sana. Baka Mungu, tunasema maneno, wanasema Mungu ana mke na mtoto, ni maneno hii ni nzito, dhambi kubwa baka, ina inakaribia ina uh, mbingwa abasuke na ardhi ya Temeke wa neno hii. So, wewe utaki kushiriki. Kama hakuna watu msaidia, watu maskini msaidia, anunue sunduku tu ambayo kustirika yeye, unamstiri ndugu yako. Lakini kuweka ile masalaba inaleta shida. Masalaba ingawa amefanya yeye, hajui basi, Mungu atamsamehe insha Allah. Asante sana.